Uh, Bipendo utajiandaa uh. Asante uh, naibu bala mheshimiwa, uh, makamu mwenyekiti wa katibu mkuu na makamu Zanzibar, ndugu waandishi wa habari wa na wa, wanachama mlioko ndani ya ukumbi wetu kama ambavyo nimetambulishwa, naitwa Lucas Ngoto, mwenyekiti wa Chadema Kanda ya Serengeti yenye mkoa wa Mara, Shinyanga pamoja na Simiu. Uh, niko hapa kwa ajili ya kutoa ushuhuda mfupi tu juu ya, ya tukio la jana namna ambavyo lilitokea na mnyama mkubwa ambao tulifanyiwa jana na watu ambao wanajiita ni polisi, ila mimi kwa imani yangu sidhani kama ni polisi wanaweza kufanya yale matendo, kwa sababu mimi nimefika nimefika mahakamani asubuhi nilifika mahakamani getini, ikaomba kuingia mahakamani kwa ajili ya kusikiliza kesi ya mwenyekiti, na lingekuwa neno la ajabu na la aibu kwangu mimi kwangu kwangu mwenyewe kwamba mwenyekiti wetu wa taifa kwenye eneo la jeshi kupigia watu kwa nini? Lakini swali la pili ambao Watanzania tujiulize, sisi tumeenda mahakamani na tumekamatwa hatuna hata wembe wowote wa kumshambulia kamata, hawatupeleki kwenye vituo vya polisi, lakini wanaenda kutushambulia kwa kutupiga. Na ukweli ni kwamba kama tungelijua, kama tungelijua kwamba tunaenda kupigwa na hatupeleki kwenye kituo cha polisi, afadhali tungefia pale Kisutu, afadhali tungefia pale Kisutu. Kama tungelijua tulijua tumekamatwa na polisi, tunapelekwa mahakamani, na kama kuna sheria za Tanzania tumezivunja, basi tunge tunajua tutapelekwa mahakamani kwenye hizo sheria tulizo zivunja. Lakini matokeo yake tunaenda kupigwa. Tumekosa nini? Tunaenda kupigwa, maana yake ni maana ya kupigwa, maana yake ni nini? mahakama kwenye hii nchi zimefutwa wale wanaojiita si wanasheria ofisi za sheria manake zimefutwa. Polisi wana kazi ya kukamata, wanasheria wanaandaa kesi, inaenda mahakamani, mahakama inatafasiri kwamba huyu mtu anakosa ahukumiwa kwa kosa hili. Lakini polisi anakamata, anachunguza, anahukumu, anatoa adhabu. Kitendo cha kutukamata kitendo cha kutukamata na kwenda kutupiga na kutuachia, maana yake ni kwamba wao wametukamata, wamehukumu kila kitu, wame wamemaliza. Sasa watanzania wenzangu, haya mambo tusiyafikiri ni mambo madogo. Hata kitendo cha kutupeleka kule maeneo yale ya baharini, kuna ujumbe tu walikuwa wanatupa kwamba hapa mnaweza mkatoka au msitoke. Watanzania, tusiwe wakimya, tupige kelele haya mambo. Hii nchi ni ya kwetu wote, tupige kelele haya mambo yakomeshe kwenye taifa letu. Asanteni sana.